Um, ikiwa zimebaki siku ishirini na mbili kuelekea uchaguzi mkuu, tume ya taifa ya uchaguzi NEC imesema imejipanga vya kutosha kuhakikisha ufanisi unapatikana katika kuendesha na kusimamia uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba ishirini na tano. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Amina Juma, ana ripoti zaidi. wa tume ya taifa ya uchaguzi NEC Kaili Makombwe ametoa kauli hiyo katika mkutano kati ya tume na wahariri wa vyombo vya habari uliofanyika katika ukumbi wa hoteli ya New Africa mjini Dar es Salaam na kusema kuwa ni azma ya tume kuhakikisha kuwa kila raia mwenye sifa na aliyejiandikisha anapata fursa ya kushiriki katika uchaguzi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa ili kujenga demokrasia na kuimarisha utawala bora. Sasa kwa mujibu wa kifungu namba, namba sitini na tatu kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya taifa ya uchaguzi kinasema, mtu ataruhusiwa kupiga kura katika kituo kile ambacho amejiandikisha kupiga kura na sio kituo kingine kimojawapo. Tumekuwa tukichanganya matumizi ya fomu namba kumi na nane na matumizi ya fomu namba kumi na saba Akifungua mkutano huo, mwenyekiti wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC, jaji mstaafu Damian Lubuva amewasisitiza waandishi na wahariri wa vyombo vya habari kutoa taarifa zenye maslahi na taifa na kuepusha upotoshaji. Wahariri wa vyombo vya habari, mnatakiwa kuweka maslahi ya taifa mbele kwa kuzipa kipaumbele taarifa ambazo zina maslahi kwa jamii nzima ya Watanzania na kuepuka upotoshaji wa makusudi. Kwa upande wa wahariri walioshiriki mkutano huo wameishauri tume kutatua changamoto wanazokabiliana nazo, ikiwemo kujibu tuhuma zinazowakabili katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu kwa njia sahihi na kwa wakati mwafaka, ili kuepusha hofu kwa baadhi ya wanasiasa na wananchi. Tume yenyewe, uh, in, yenyewe inasimama ndio msimamizi mkuu wa mchakato wa uchaguzi hapo tume penyewe tu pana matatizo, ukiangalia kwa haraka haraka, mathalan, hatupati majawabu ya haraka tunapokuwa na mambo ya haraka. Wakati mwingine tunawaelewa kwamba wanakuwa katika shughuli nyingi, kwamba hawapo tu pale kwa ajili ya kujibu vyombo vya habari, lakini wakati mwingine tunakuwa tunahitaji mrejesho wa haraka wa taarifa tunazokuwa tunazipata kutoka ndani ya vyama vya siasa na wadau wengine wa uchaguzi. Mkutano wa tume na wahariri ni mfululizo wa mikutano inayoandaliwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa lengo la kubadilishana mawazo na kushauriana na wadau mbalimbali, ambapo tayari tume imekutana na wawakilishi wa watu wenye ulemavu, wamiliki wa vyombo vya habari na wengineo. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Amina Juma wa ZBC.